Katika mazingira ya kazi nyingi ambazo wanaume tunazifanya, nitakupa mfano wa wale ambao wanajenga. Na katika kazi za mazingira kama hayo yanayotumia mavumbi, si watu ambao tunafikiria baadaye na yatakayojitokeza, tunachezea vumbi, wakati mwingine hata hatujali kutumia vifaa ambavyo vitaweza kutusaidia kutukinga na afya zetu. Kuna leo na kesho, mbaya zaidi tunajikita zaidi katika hayo. Hata vile virutubishi ambavyo vitakujengea wewe uwe na siha kamili katika kuishi katika umri mrefu, navyo pia tunajisahau. Tusijisahau kiasi hiki, wanaume wenzangu, kuna maisha baada ya kazi, kuna maisha baada ya retirement. kuna maisha ambayo pengine wale tuliokuwa tunawategemea na wale tulioanzishia maisha yetu wakaishi vizuri pamoja na sisi, wanaweza wakabadilika. Wanaume wangapi wamekuwa sasa hivi wanadhalilishwa katika mitandao? Tunayaona mengi sana yanayojiri huko, lakini basi hebu tukae na sisi tujifikirie future. Ukiweka asilimia fulani kwa ajili ya kujiprotekti wewe na uhai wako na furaha yako hii utakuja kunikumbuka. Fanya hivyo hujachelewa sasa. Kila utakapojali afya yako ukijali na hatima yako, basi ifike wakati, hata kama Mungu kakupa mitihani hiyo, ndiyo imekwisha pangwa, lakini uondoke katika ulimwengu huu ukiwa na amani na sio maudhi, kama ambavyo inajitokeza. Ukichunguza na ukupeleleza zaidi, asilimia kubwa ya wakina baba kuanzia miaka arobaini na tano hamsini na kuendelea tunatangulia kufa kwa mapema kabisa, sio tu kwa sababu Mwenyezi Mungu amepanga, lakini kuna mambo mengi sana tumeya hold katika vichwa vyetu na haya yote yanasababishwa tu kwa pengine hukujipanga. Tusikosee tena mara ya pili, wanaume, tujipangeni. Kuna mengi ambayo tunatakiwa tujifikirie sisi wenyewe kabla ya wengine kutufikiria.